Tembele Kitunda, sio wabunge wengi wanaweza kufanya ziara kwenye kata mara saba baada ya kuchaguliwa, sio wengi. Kama mtakumbuka, nilikuja Kitunda kufanya mikutano ya kushukuru baada ya kuchaguliwa, na hiyo ilikuwa ni mwezi Desemba mwaka elfu mbili na ishirini. Baada ya hapo nikaja mwaka elfu mbili na ishirini na moja, sasa kikazi zaidi nikakagua miradi yote inatekelezwa, sio kwenye kata ya Kitunda bali na kata zingine zote, na ziara hiyo ndio inipeleka Uswaga, ikanipeleka Idimbwa, ikanipeleka kule ndani kule, kule eh, Suwangala, ikanipeleka Chang'ombe, ikanipeleka namba sita namba tano, ikanipeleka maeneo mengi sana ziara ile, na mimi nasema katika wabunge ambao walitembelea miradi yote ambayo inatija kwa wananchi na mimi ni mmoja wapo, na kutembelea maeneo yale ndo kuliniongezea ufahamu wa namna ya kupeleka hoja sio bungeni tu bali hata ofisi mbalimbali za mawaziri ili wapeleke hoja hizo kwa mheshimiwa Rais na ndio maana nimepata kata ya Kitunda miradi mingi sana inawezekana kuliko hata kata zingine. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiniambia changamoto ya Kitunda mimi nakuwa naijua. Kwa mfano changamoto ya barabara kuu ilipokatika, mimi naijua kwa sababu nilipita na mimi nikazikuta changamoto hizo, na mimi ile ziara ambayo ilifanya, nikazunguka mpaka Tai mpaka kufika hapa inipa ufahamu mkubwa sana na ndio maana hata bungeni kule nikinyanyuka nazungumza mambo yanayohusu wananchi wa Sikonge. Tazungumza kitaifa kidogo sana, lakini mambo ya Sikonge ndio yanakuwa yanabeba ajenda kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, nimekuja ziara hii, inawezekana ikawa ziara ya mwisho rasmi kama hivi, lakini kuja Kitunda hata kabla kura za mwakani takuja, tutaonana, nitakuja kwa sababu hapa mimi ni nyumbani. Mimi nimekuja leo pamoja na wao wengine, kukumbusha machache ya ufafanuzi kuhusu ilani ya utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi. Kitunda tuko vizuri, mimi na mheshimiwa diwani na diwani wa viti maalum tuko vizuri. Ndugu zangu, tembeeni kifua mbele, tuko vizuri. Ukitaka kujua kwamba Sikonge tuko vizuri, hii barabara hii limepita jana kutoka Ipole mpaka hapa. Linganisha na barabara kutoka Lungwa mpaka Itigi. Nendeni mkapite huko muone yaliyo mashimo matupu, eh, kapiteni muangalie hivi, utengenezaji wa barabara ile kutoka Lungwa kwenda Itigi ni sasa na utengenezaji wa barabara kutoka Lungwa mpaka Itigi. utengenezaji wa hawa jamaa unakuwa ni bora zaidi kuliko wale wenzetu, ni kwa sababu gani? Sisi tuko imara hey. Hatuacha hao wa ndugu zetu ad wakapumua, tunao tu. Alikuja mwenyekiti wa wazazi hapo, sikuzungumza hii barabara? Sini mjumbe wa kamati kuu yule, amekuja jana mzee wa sila, sikuzungumza hii barabara? Ni mjumbe wa kamati kuu sasa wajumbe wa kamati kuu wako kama ishirini na nne hivi kumi na nane wote nimewaambia kuhusu hii barabara kumi na nane akiwemo mheshimiwa rais mwenyewe Samia Suluhu Hassan. Sasa hii ajenda ndio maana aliposimama juu mwaka juzi pale Singida mama Samia aliwaagiza mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha, na waziri wa ujenzi wa wakati ule barawa mnyaa makame aliwaambia tafuteni fedha popote mtakapopata, hiyo barabara itengenezwe kwa kiwango cha lami. Na jana mzee wa sira amerudia akasema. Hivi sasa, ndugu zangu, nataka niwaambie hiyo barabara ya kutoka Ipole hadi Lungwa na Lungwa hadi Makongorosi tumeingiza kwenye ilani ya uchaguzi ya kutekelezwa kwenye kuanzia mwaka ujao, ametuambia pale skou sasa mzee kama yule mpaka kukumbuka, baada ya kuwa nimemkumbusha mimi akakumbuka kwamba kwenye ilani wameiandika. Maana yake ni kwamba na unajua, yule mzee ni encyclopedia wa kizungu anasema, yaani ana kumbukumbu sijapata kuona na kwa kweli, kwa kipindi hiki tunakuendea kwenye uchaguzi, yule mzee atamsaidia sana Rais Samia Suluhu Hassan. Na Mwenyezi Mungu amjalie maisha mazuri zaidi, am, amjalie afya njema zaidi mzee ule aendelee kutusimamia.